Kingo Farm kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifundisha kuhusiana na matumizi ya tiba za asili, lakini pia tunalo kundi kwa ajili ya wafugaji ambalo kujiunga ni shilingi elfu tano kwa muda wa miezi miwili. Sasa uh, kupitia kundi na vile ambavyo wafugaji wengi hapa pia huwa wanatupigia simu kutuuliza maswali kuna maswali matano ambayo nitayajibu kwenye hii video ambayo mara nyingi sana yanaulizwa na wafugaji wengi kuhusiana na tiba za asili nadhani. Uh, haya maswali yanajirudia mara kwa mara, ndio maana nimeamua nitengeneze ni hii video kwa ajili ya kuyajibu haya maswali kwa faida ya watu wote ambao wamesubscribe kwenye hii chaneli yetu ya Kingo Farm. Uh, kwanza kabisa nitaanza na swali la kwanza. Swali la kwanza kabisa ambalo huwa linaulizwa mara nyingi, limeulizwa mara nyingi zaidi e, hapa Kingo Farm kuhusiana na tiba za asili ha, huwa wanauliza, je, tiba za asili zinatumika kwa kuku wa kisasa? Uh, sasa jibu lake ni kwamba ni ndio. Kuku wote wanatumia tiba za asili vizuri kabisa na zinao uwezo mkubwa sana wa kutibu. Uh, kwa mfano mzuri, sisi hapa shambani kwetu, uh, hizi tiba tunazitumia kwa broiler, lakini pia hizi tiba za asili huwa tunazitumia kwa layers, kuku wa mayai. Uh, pia huwa tunazitumia kwa kuku chotara. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa shambani sisi tunao kuku wa kisasa wa aina zote na tunatumia hizi tiba na zinatibu vizuri kabisa. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Unajua, kwa sababu hili neno la tiba za asili yaani asili jinsi lilivyokaa wafugaji wengi wanadhani labda hizi ni kwa ajili ya kuku wa kienyeji pekee, lakini hizi ni kwa ajili ya kuku wote na zipo hadi booster ambazo zinatumika kwa kuku uh, hawa wa kisasa, na uzuri wa hizi tiba hata tiba za dukani tunazokimbilia nyingi pia huwa zinatengenezwa e, kwa kutoka kwenye tiba za asili. A, na swali jingine la pili ambalo linaulizwa na wafugaji wengi ni kwamba ni umri gani sahihi wa kumpa kuku tiba za asili. A, sasa hii tumeshatengenezaga video e, nyingi sana hapa e, YouTube lakini pia kwenye kundi letu la WhatsApp huwa tunafundisha zaidi kuhusiana na muda sahihi ambao inatakiwa uwaze kuwapatia tiba za asili. Kwa mfano, zipo tiba ambazo sisi huwa tunazitumia kwa kifaranga mdogo kabisa wa siku moja. Yaani kifaranga unapotoka kumpokea. A, sasa unataka umweke kwenye banda kwanza kabisa, natakiwa anywe maji matupu a, bila chakula. Yaani afungue kwanza, maana ndio mara ya kwanza kifaranga anakuwa kwa ndio anakula cha chakula. Sasa a, kwenye yale maji ya kwanza kabisa kifaranga nayo kunywa kuna tiba ya asili huwa tunaiweka hapa na nadhani kwa wale ambao wamejiunga na kundi letu la WhatsApp uh, kuna vifaranga tuliwapokea hapa juzi juzi, mliona tiba ambayo tumeitumia kwa wale vifaranga ambao walikuwa na siku sifuri, kwa siku ya kwanza tu walitumia. Lakini zipo tiba ambazo haziruhusiwi kutumia kwa kuku wadogo uh, kwamba kuna baadhi unatumia lakini kuna baadhi hutumii mpaka wakifikisha umri fulani. Kuna booster ambazo unatumia kuanzia siku ya tatu e, na kuendelea. Kuna booster ambazo utaanza kuzitumia wiki la pili, kwa hii inatumika katika muda wowote, lakini kuna tiba maalum ambazo utazitumia katika muda huo. Lakini pia kuna swali jingine ambalo lina, lina, linaulizwa e, sana ni hili, ni swali la tatu huwa linaulizwa e, tiba za asili zinafanya kazi kama za dukani? E, wapo wafugaji wengi ambao huwa wanatuliza, je, ni kweli tiba za asili zitanipa matokeo kama vile za dukani? A, wafugaji, ni kwamba tu, sisi tumezoea sana kutumia tiba za, za dukani ndio maana tumezipa imani kubwa, na nina uhakika kabisa siku ambayo utaamua kuanza kutumia tiba za asili zitakushangaza kidogo. Tunacho kitabu cha tiba za asili. Hiki kitabu bwana, tumezungumzia Zia, eh, namna ambavyo unaweza ukatumia uka, uka tiba yani eh, tumetaja mimea tofauti tofauti uh, kwa mfano kitunguu saumu, tangawizi zinafanya kazi gani? Kuna mimea mingi mingi, unaijua mingine, utakuwa labda huijui, lakini uzuri wa kwenye kile kitabu tumeweka na picha zake. Kwa hiyo hizi tiba zinafanya kazi vizuri kabisa, na kwa mfano eh, unaweza ukaenda mbali zaidi hizi tiba za asili kuna baadhi ya magonjwa zinatibu, lakini tiba za dukani haziwezi zikatibu. Kwa mfano zi, ipo tiba ya kideli, ipo tiba ya kideli, ipo tiba ya ndui, ipo tiba ya gumboro. Hizi zote kwenye asili zipo kwenye kitabu chetu cha tiba za asili, ambacho kinauzwa shilingi elfu kumi kipo katika mfumo wa soft copy, tumeandika kabisa, na sio kwamba masiala Chukua hata saa hizi ukaenda kuzitumia unatibu vizuri kabisa hayo magonjwa, lakini pia kuna video hapa ambazo tumeelekeza namna ambavyo unaweza kutibu magonjwa kama vile kideli na wanapona vizuri kabisa. Lakini leo nenda dukani, kaulize eh, kuku wangu anaumwa kideli, ninaomba dawa ya kuwatibia. Sidhani kama utaweza kuipata hii dawa. Dawa ya dukani haipo, ila dukani zipo chanjo ambazo itatakiwa um, umpe kuku wako ili asiweze kupata kideri. Ukiona ugonjwa wowote ule una chanjo ujue ule ugonjwa huwa hautibiki kiurahisi. Ndio maana watu wanaweka chanjo ili uh, usipate ule ugonjwa, kwa sababu kama utapata, utashindwa utashindwa kumtibia kuku wako. Kwa hiyo ipo hivyo, tiba za asili zinafanya kazi vizuri kabisa. Aa, swali jingine ambalo tunaulizwa sana hapa e, Kingo Kingo Farm e, je e, nawapimieje kuku tiba za asili vipimo hasa hasa kwenye vipimo wafugaji wengi na wengine mara nyingi utakuta labda ameangalia video hapa YouTube hajasikiliza mpaka mwisho hapa YouTube karibia video zote zaidi ya asilimia 99 tumetaja hadi vipimo sasa mwingine huwa wanaishia tu njiani utakuta ameishia njiani anakuja kutuuliza natupigia simu, anatuuliza e, unapimeje? A, sasa kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la ufugaji huwa tunawaelekeza vipimo vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna vipimo maalum sio unaweka tu e, tiba za asili unaweza ukaweka kiasi kidogo wakashindwa kupona, lakini kuna baadhi ya tiba ukizidisha kabisa zinaweza zikakuletea athari vizuri kabisa kwa kuku wako. Um, na swali jingine la mwisho la tano ambalo tunaulizwa sana hapa Kingo Farm, e, je, unaweza kutumia tiba za asili ukaachana na za dukani? Ndio, jibu ni ndio. Mfano um, mzuri tuna zaidi ya mwaka mmoja sisi hapa Kingo Farm tumeachana kabisa na matumizi ya tiba za, za dukani, hatutumii kwa sababu tunajua nguvu ya tiba za asili. Tunatumia tiba za asili tu. Hata wale waliopo kwenye kundi letu la WhatsApp ambalo kujiunga ni shilingi elfu nane. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu 8. E, zamani ilikuwa elfu 5, sasa hivi ni 8000. Uh, wanajua namna ambavyo e, tunatumia tiba za asili sisi, hatutumii kabisa tiba za dukani. Tulishatumia tiba za dukani, tukatumia tiba za asili, tukaamua kuchukua njia ya kutumia tiba za asili. Kwa hiyo sisi tunatumia tiba za asili vizuri kabisa, magonjwa yote yanapona yani, tunapataga hapa magonjwa kama vile kokdiosisi unapata e, magonjwa hivyo m... kideli kwa mfano, kuna, kuna kuku layers hapa tuliwanunua, walikuja wana kideli kabisa, lakini hakufa hata kuku mmoja, tuliwatibia walipona, kwa kutumia tiba za asili. Kwa hiyo unaweza ukatumia tiba za asili tu, ili mradi wewe uwe na kitabu cha tiba za asili, kitakusaidia sana ukiachana okay, na hicho kitabu cha tiba za asili, lakini pia tunavyo vitabu vingine viwili zaidi na sisi huwa tunafanya kwanza tafiti e, kwa mfano sasa hivi tupo tuna kuna tafiti tunafanya. Kuna kitabu tutakuja kukitoa, kitakuwa ni kitabu kizuri sana, kitawasaidia wafugaji wengi sana. Kwa hiyo vitabu vyetu vingi tumevifanyia tafiti ili kuweza kusaidia wafugaji wa kwa mfano a, tunacho kitabu cha safari ya ufugaji lakini na cha ufugaji wa broiler. Hivi ni vitabu vizuri sana ambavyo vitakusaidia kwenye ufugaji e, hasa kupunguza bajeti, lakini pia kuweza kupata matokeo mazuri. Kila kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi, kipo katika soft copy. Tuna tunakutumia PDF kwa whatsapp au email.